E bana, mambo ni vipi? Mambo ni gani? Mdau wa Sasa Online Digital, and this time around bana, niko na story kuhusiana na Mavokali. E bana, siku chache ambazo ziliweza kupita niliweza kukusanua kwamba e, ambaye ni meneja wake wa Mavokali aliweza kupost picha ya Mavokali na kusema kwamba sasa hivi Mavokali yupo kwenye hali mbaya, kwamba aliandika ujumbe ambao kwenye caption pale ulikuwa umesomeka kwamba let's play for Mavokali na ujumbe ambao alikuwa ameuandika. Sasa sasa hivi bana, kuna huyu mwingine ambaye e, pia ni promoter wa hapa Bongo ambaye pia ameendelea kuzua mijadala kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweza kuandika ujumbe e, na kuweza kupakia picha ya Mavokali kwenye ujumbe e, uwanja wa caption pale, aliweza kuandika maandishi ambayo alikuwa anasomeka hivi: anayoyapitia huyu kijana ni mazito mno. Akasema wasanii wa Tanzania na media zote kwa ujumla na ngojea huyu kijana akifa, ndo mje hadharani e, e, kuanza kupost RIP au kuendelea kuzungumza upuuzi wenu. Mavokali ni kijana aliyopambania tasnia na kipaji chake, hivyo ningeomba ningeomba sana Basata, Basata Tanzania na wizara husika. Lakini pia alizungumza na kusema kwamba jamani, eh, huyu kijana yupo kwenye hatari kupoteza maisha huku, huku watu wote eh, mumefyata kimya fulani hivi za kushukuru hani maneno ambayo aliandika promoter, PCK. So ifahamike tu kwamba naye PCK ni moja kati ya mapromoters ambao wanafanya poa zaidi kwa hapa Bongo yote hii ni mara baada ya kuwa mshindi wa best promoter in Africa mwaka 2025. Eh bana, sasa mpaka sasa hivi kuna baadhi ya comment kibao ambazo unaziona mastaa kibao wakiendelea ku, e, kumponda PCK baada ya ujumbe huo e, kuweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram. Wengi wakisema kwamba mbona amweke hadharani, ni kitu gani ambacho e, kinaendelea kwa Mavokali kwa sababu e, mara kwanza ni habari ambayo ilipostiwa na meneja wake, lakini sasa hivi promoter ka jump in na kuweza kupost picha ya Mavokali, lakini pia ujumbe akiambatanisha, ambao bado unazua sintofahamu nyingi sana kwa mashabiki wa Mavokali. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Subscribe kwa taarifa kadha kadha. Sawasawa online digital.